Na mtazamaji, tunaendelea na sehemu ya mwisho ya mada yetu ya leo kuhusiana na masuala ya ustaafu. Nafikiri vyema ni wape wangwana wangu wametusaidia sana, kutufahamisha kutuelimisha kutupa changamoto ambazo ziko katika wale ambao wamestaafu na hata wale ambao ni wastaafu watarajiwa, kwa sababu ikiwa matatizo ambao wamezungumzia hayatalainishwa basi huenda matatizo yakawa makubwa zaidi katika maisha yao, katika uchumi wa taifa na kadhalika. Nafikiri nianze na mama Mary, pengine kauli yako ya mwisho uh, ikiwa ni changamoto ambazo tumezizungumzia, kuna mwanya ama kuna nafasi ya kuzikamilisha? Tunahitaji sheria tofauti? Tunahitaji mashirika mengine? Kwa sababu kama alivyozungumza bwana Benson kwamba ndio inawabidi nyinyi sasa kuwasaidia wastaafu, lakini uh -huh. nafika mahali pia mnakwama, ama hamna nguvu fulani, inahitaji shirika lingine. Je, e, tunaelekea wapi katika maswala haya ya fedha za kustaafu, e, ili tuweze kuzuia maswala ya umaskini punde tu mtu amepostaafu? Asante sana, Mr Nimrod. yeah. Ah, kusema ukweli hapa Unless serikali ishikirie kwa sababu serikali ndio, ndio ndio nguvu ya kila kitu kwa sababu tukiona haya mashirika yote iko involved na in serikali ndio no. The serikali ndio the mother of everything. Kwa hivyo kwa upande wangu, ningeona ni vizuri kwamba serikali ishikirie na itisie kwamba kila sehemu ama kila sekta itakuwa na mikakati ama watengeneze katiba ingine mpya kuhusu haya mashirika, kwa sababu sasa kila mmoja amekuwa mtu wa binafsi, kila mtu anataka tumbo lake. Watu wamekosa kumwogopa Mungu kabisa kabisa. So serikali yenyewe isikirie mkakati na iseme kwamba ni lazima ndiposa, kwamba watu watakuwa sasa wanaona ya kwamba serikali kama imesema, serikali inaogopewa kwa sababu, hata tukishinda kuimba serikali ni mbaya, ni mbaya, serikali si mbaya, lakini uongozi ama wale wanamshauri, wana, wana, wana mwenye kiongozi unaweza kuwa ndio wanamkosesa nidhamu. Kwa hivyo ni Mungu tu aingilie kati, ndiposa sasa kila mtu binafsi aweze kujua chanjo. Saa hekima ni kumwogopa Mungu huu muumbaji wako, kwa sababu gani? Yeye ndiye amekuweka hiyo miaka yote, yeye ndiye amekupatia hata hiyo mamlaka ukaweza kuwa mimbi umesimamia mmbi indara fulani ama umesimamia serikali. Kwa hivyo mimi ningeona ni vizuri serikali isikirie kabisa na waweke mkazo kwamba rasima inaona hii hii uh -huh. in, in, katiba kusaidia upande huo, kwa sababu kila mtu ataonaakwamba sasa kimefungana. Kama ni mambo ya uongo ya, ya kuongana, ifungiiwe kabisa kwa sababu misisi yes, lakini najua hakuna jambo linaweza kushinda serikali. Serikali ikisimama kidete haiwezi kushindwa na rorote, no. kwa hivyo mi naona ni vizuri serikali iingilie kati na mambo, inaweza kuwa at least inaweza kusaidika no. asante sana uh, bwana Francis mm -hmm. Eh, kauli yako pengine eh, katika matatizo hayo, kwa sababu ni matatizo makubwa, ikiwa tunazungumzia matatizo ya jadi mm -hmm. ambayo hayajapata suluhisho mm -hmm. na siku za usoni itakuwa namna gani, hasa kwa kizazi hiki cha jenz ambacho pia kinaingia katika ajira mm -hmm. kikikumbana na matatizo kama haya na hatuwezi kuyatatua tunazungumzia teknolojia kwa sasa hivi, mm. hatuwezi mm. eh, kusema kwamba tumesalia nyuma katika maswala ya teknolojia. mm. Iweje kwamba sasa hivi kuna kampuni au mashirika ambayo hawezi kutumia teknolojia kama inavyostahili, mm. kuhakikisha kwamba inahifadhi rekodi za mtu, mm. siku yake ya kuajiriwa, mm. siku yake ya kuwa mgonjwa, siku yake ya kupandishwa cheo, siku yake ya kustaafu. mm. nafikiri na Bwana Nimrod, jambo la kwanza ambalo wananchi wa Kenya wanafaa kuwa nalo ni ule utu, maanake hata tukiweka teknolojia tuweke namna gadi hii hii ambayo tunasema Kiingereza, Kiingereza tunasema, ki tunasema garbage in, garbage out, the information that is fed on that system is fed by a human being who is also capable of doing what of messing it up. Kwani hasi tuliona jana nini ilifanyika? <laughs> yeah? government system was na watu Hmm. Fanya. Sasa wananchi wa Kenya wanafaa wajue kwamba ikiwa umepewa nafasi ya kuhudumia mwenzako, hasa yule ambaye amefika kiwango cha kuacha kazi yake active assignment hmm. Ameenda nyumbani. Kwa nini uweke faili yake hmm. Pale ambapo uko huyu mtu unajua kwamba ana hana mshahara regular, na wewe umeweka faili yake and you consciously aware kwamba this is happening. Utu ni kitu ambacho kinafaa kiingie kwa wananchi wa Kenya, ndio tukianzia hapo. Hii information tutakuwa tunaweka kwa system, itakuwa what can be used by somebody else. Jambo la pili, katika hizi idara zote za serikali tuna department za pension, but the same same things are still happening. Kwa nini? Ya sababu ya hiyo, mimi na na, na propose hivi tuache kutegemea hizo departments za uh, pension. Wacha wafanye kazi yao. Faili ikija kwa deski yako, fanya kazi kwa hiyo faili, push it forward mm. Lakini ikiwa faili ya mwaka elfu mbili na mbili bado iko kwa faili yako, wewe unaitisha yule ambaye yuko huko Tanariva aje kukuletea ka document ambako wewe unaweza kukapata ukapata in a country like Kenya mm -hmm. Lastly, hawa watu ambao wanatumia pesa za wale ambao wamestaafu. Na ijulikane kwamba wewe ulitumia pesa kwa njia mbaya kisha by, by, by accident, nasema by accident, ushikwe upelekwe kotini. Makoti zetu zinafanya nini? unasikia huyu mtu uko <coughs> nje mm -hmm. Anaendelea kutumia hiyo pesa yake, huenda ikawa sasa ameingia sia siasa. Where is the morality kwa watu wa Kenya mm -hmm. My biggest plea is that wewe, kama umepewa kazi ya kufanyia mwenzako kazi, fanya kazi. Na huwa tunasema Kiswahili, tenda wema, nenda zako. Wacha huyu mtu apate haki yake na asikose haki yake kwa sababu ya na yako Na Asante sana. Nafikiri mahali pazuri kuzuia Bwana Benson, nije kwako sababu haya masuala tunayazungumzia bila shaka yanafungamana na masuala ya ufisadi, jambo ambalo limekuwa tatizo kubwa kwa taifa hili kuweza kukabiliana nayo. Sijui kama asasi za serikali, iwe ni EACC iwe ni DCI au idara za mahakama, zimewajibika au kidogo, e, zimesanga nyuma, katika kuwasaidia kupigana na vita hivyo, kwa sababu kuna mtu ambaye amesalia nyumbani saizi amekwenda pengine mara ishirini akifunga safari akitumia pesa nyingi kuja Nairobi kufuata shirika fulani ambalo linastahili kumpa pesa zake au wizara fulani eh, huoni kwamba kuna pengo ambalo linahitaji kuzibwa pale, kwamba kuwe na asasi ambazo zinaweza zikashurutisha iwe ni wizara iwe ni afisi za serikali, iwe ni skim za kibinafsi na kadhalika, kwamba ni haki kuweza kumpa mtu haki yake kwa kuzishurutisha na kuzifikisha au kuzifungulia mashtaka. Uh, baadhi ya asasi hizi <coughs> unajua, bwana Nimrod eh, nchi yetu iko na sheria nzuri sana na, lakini jambo la msingi ni utu katika uundaji wa sheria nyingi sana, zile zinahusu maneno ya fedha za wazee ama pesa za uzeeni, kulikarabatiwa sheria fulani, ambazo nia ya hizi sheria sana zilikuwa za kuwezesha biashara ya hii pesa, haikuwa za kumkidhi ama za kumkinga mwanachama. Uh, ninamaanisha nini? ukienda katika pensions hata ndio uende katika koti ya kawaida kuna several tribunals hmm? Zile zinatakana upitie katika hizi tribunals, wale wahusika wengi ni watu wako na uh, interest zile za kufrustrate tu mwanachama hmm? Ukienda upande wa cooperative societies kuna vitu zinaitwa tena tribunals. Ukienda kotini, koti itakurudisha kwa cooperative tribunal. Cooperative tribunal Kenya hata hazifiki kumi eh? Hmm. Na ndio napata mwanachama wakati anaanza kuangaishwa maneno ya kama uwekezaji wa SACCO, wengi huwa wanaangaika mpaka wanakufa, kwa sababu hakuna njia mwafaka ya kukimbilia, asiposaidiwa na waziri na asiposaidiwa na uh, e, SASRA ambayo ni regulator huyo, mtu ana pesa yake inapotea namna hivyo, na nafikiri nafasi ndio hatuna, tungezungumzia kwa urefu so tukilikuwa siku moja mkoe, nikuambie tu kwa ufupi, upande wa sasa ufisadi, kuna watu wameunda kikundi fulani ya wastaafu 36 wanachukua kwao wa pesa kila mwaka elfu sita kila mwaka, na hawa watu wenye wanakusanya pesa kwa hawa wastaafu 36 wanatumia jina ya wakili ya kiongozi maarufu sana hapa nchini, wakisema huyu ni wakili wa mtu fulani kwa hivyo kesi yenu haitapotea na ni kesi inasemekana ilianza kufanywa mwaka wa 1994 19, 1992. Kutoka 1992, mtu anakula pesa kwa wastaafu elfu sita kila mwaka akiwaambia anawafuatia kesi ile, watakuja kulipwa kila mtu zaidi ya shilingi milioni nane nimeandika barua kwa ofisi ya Ethics and Anti-Corruption nikiomba kuonana na CEO wao, hajanipatia nafasi, lakini nao pia ni kwa sababu nao pia maneno ya wastaafu ukiandikia of, kuna ofisi nyingi sana. Kitu ya kuhuzunisha ni kwamba hata sisi tukienda kwa maofisi zingine, ukifika pale, wenzenu wenye wanatakana wakukaribisha, wakusaidia, usaidike, wanakuangalia kama wewe ni mtu mwenye ufai hata kushughulikiwa kwa hiyo ofisi. Unaongeleshwa na kejeli, unaonyeshwa dharau hata hakuna mtu mwenye anaona kama uko na jambo la maana, na haya masuala tunajaribu kuwapelekea, ndio naweza kupelekea masuala ya kusaidia hii Kinachoshangaza kinaya yote hayo ni kwamba wale wote wanatoa dhuluma za aina hii pia wao watakuja kustaafu. <tis> si, si, <Yeah>. si, <tis> wanasahau <hawa>, si, <tis> si, kwa nini wanasahau? Nitakupa wanasa nafasi nyingine siku ingine, tuje tulie pamoja tulalamika pamoja, lakini kwa kumalizia tu, bwana Elija, jambo la kustaafu huwa saa nyingine linafaa kuwa jambo la kufurahia, lakini kwa bahati mbaya asilimia kubwa ya wananchi wa Kenya mm. yeah. huwa ndio mwanzo wakilio No. Mm. Kwa sababu ya haya matatizo tuliyozungumzia. Yeah. Lini unahisi taifa hili litakuwa na wastaafu ambao wanafurahia e, wanafurahia matunda yao ya kustaafu na pia e, kutoa hisia kwa wengine kwamba wasiogope kustaafu kwa sababu mm, wanapata mapato yao? Lini tutazamia wakati ka asante sana bwana Nimrod. Um, <coughs> kwa kusiki, kusikiza wananchi vile wamekuwa wakiongea, yeah, wengi sana wameongea juu ya kujipanga watu, yeah, wanaongea juu ya kujipanga, yeah, lakini ningependa kutaja changamoto mbili ambazo uh, watu ambao wamestaafu wanazipitia, wame wana changamoto la kwanza ni uh, kisaikolojia na kijamii, psychological and social challenges, kwamba umestaafu, ume umeenda kule, umeenda nyumbani. Kufika kule, hakuna mtu anakuambia anakupigia salutu ukiingia kwa geti kufika pale umekosa cheo, hakuna label kwa, unashangaa nini imefanyika. kupoteza ratiba ya kila siku, umezoea ratiba ya kwenda kazini, unaamka saa mbili unaenda kazini, wanakuletea chai wana wana una, p, unaenda pia unapata, umetengwa na jamii, labda umekaa hapa town sana hata ujeenda huko nyumbani kujenga kanisa no. Ama uje ujasaidia mtu nyumbani no. Unaenda pale unatengwa na jamii una, unaenda into no. mental depression no. Eh, pia kuna uhusiano relationship strain no, pia no. Umeenda pale nyumbani umekuta wafanyikazi wamekuwa wamezoea kufanya kazi ina certain way no. Wewe sasa umeenda kupeana hamri. Changamoto <laughs> zingine ni za kifedha kwa mfano no. upunguzu wa ma, upungufu wa mapato no, ulikuwa umezoea, na hapo awali nilisema kwamba ulikuwa unapata 1100 imepungua imekuja na, shida hapo unapanda pikipiki pia Abei ya afya, bei ya afya, bei I mean, ya no, afya. No, no. Afya, afya imeenda eh, insurance ya afya imeenda juu no. So kuna changamoto nyingi, nyingi na kuna suluhisho ambazo tunaweza tukaziongelezea As baadaye asante you. sana Bwana Elijah Koskey, Bwana Francis Odipo, Bwana Benson Mbuni na vile vile mama yetu Meri, nasema asante sana. Umekuwa ni mjadala mzuri, nafikiri wengi wamefaidi, lakini bila shaka kuna mengi zaidi tunataka yeah, tuyazungumzie katika masuala haya. Nafikiri tutazungumza na watayarishi wa kipindi siku nyingine tupange e, fursa kama hii, na pia ba, badala ya nyinyi peke yenu tuwalete pia wananchi, yeah, wakae wao ndio waulize maswali yeah, mweze kuwajibu. Nafikiri itakuwa na fursa nzuri mm. Kwa hivyo tunatoa ahadi hiyo kwamba tutafanya kikao kingine kama hichi kuweza kuzungumzia mengi zaidi na tupate pia wasimamizi katika wizara kusema mengi. Mtazamaji, asante sana kwa kutazama. Kwa wale waliofanikisha kipindi cha leo tunasema asante sana, na pia kwa waliochangia kutoka maeneo tofauti. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.